Kuhakikisha amani inakuwepo katika taifa. Amani ikiwepo, tutabudu tukiwa salama. Amani ikiwepo, tutafanya shughuli zetu tukiwa salama. Amani ikiwepo, uchumi wa kila mmoja utakuwa salama <laughs> kuilinda amani ni kuyalinda maisha yetu. Anaitwa Justa Rafael Maundi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 Julius Kambarage Nyerere, ambaye alituachia, wasije wakaichezea amani. Maana amani kuna watu walichezea, leo wanatamani wa, wa, wa, kuirudisha amani, hawawezi kuirudisha amani. Kwa hiyo amani ni tunu, kwa hiyo tuirinde amani, tukachague watu tunaowataka. Kwa hiyo ni kitu cha msingi amani, maana palipo na amani yapo mafanikio, bila amani hakuna mafanikio. Mimi naitwa Ezekieli Kaberege, ninaabudu katika kanisa la GMCL Sini ya nabii na mtume David Stefano Mpanji. Kwanza, mimi ni kiongozi kwenye mtaa wangu ni kiongozi, nimekuwa nikiwaasa wafuasi kwenye mtaa wangu kwamba wasijaribu kuchezea amani iliyowekwa na baba pia wa taifa pia. ninawakumbusha waumini wenzangu tunaoabudu nao mahali hapa kwamba uchochezi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 kwa sababu vurugu tena pia zitatuathiri pamoja na familia zetu sisi u...